Hello. Habari za leo. Leo kwenye Daf Tips nataka nikupe historia fupi ya chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi eh, kilianzishwa rasmi tarehe tano Februari, kwa maana ya mwezi wa pili, mwaka 1977 baada ya muungano wa vyama viwili vikuu vya ukombozi. Kipindi hicho ilikuwa inaitwa tano kwa maana ya Tanganyika African National Union cha Tanzania bara na kilichoongozwa na Mwalimu Julius Kamarage Nyerere, lakini palikuwa na chama cha pili kikiitwa ASP Afro Shirazi Party cha Zanzibar kilichoongozwa na Sheikh Abeid Aman Karume mzee wetu. Muungano huo ulikuwa ni lengo la kuimarisha umoja wa kitaifa, kulinda mapinduzi ya Zanzibar ya mwaka 1964 na kuendeleza misingi ya utaifa, amani, usawa na maendeleo kwa watanzania wote, kwa maana ya Tanganyika na Zanzibar enzi hizo kwa maana ya Tanzania bara na Tanzania visiwani kwa maana ya sasa hivyo. Tangu kuanzishwa kwake, CCM imekuwa nguzo ya uongozi wa taifa, kikisimamia ujenzi wa taifa kupitia sera eh, sera hizo ni umoja wa kitaifa, amani na utulivu, haki ya jamii, maendeleo ya uchumi uongozi wa kidemokrasia na kadhalika na kadhalika, kwa maana ya misingi misingi ya chama chetu, Chama cha Mapinduzi. Sasa CCM kimeongoza Tanzania katika vipindi vyote muhimu eh, vya historia yetu kuanzia sera za ujamaa na kujitegemea hadi mageuzi ya kisiasa ya kiuchumi na kuhimili mfumo wa vyama vingi vya siasa tangu mwaka 1992 tulipokuwa tumeingia kwenye vyama vingi mpaka leo tunaendelea kushika dola na kuongoza taifa letu kwa misingi iliyo bora zaidi. Katika kipindi cha miaka 49 ambayo tumeadhimisha eh, CCM kimeendelea kujijenga upya, kusikiliza wananchi na kuongoza taifa chini ya kauli mbiu yake kuu ya kazi iendelee, ambayo inasimamiwa na Daktari Samia Suluhu Hassan eh, na sasa mama anaenda kumaliza eh, awamu yake hii elfu mbili na thelathini kwa kipindi kilicho bora kabisa cha uongozi na mimi naendelea kuasisitiza watanzania wa wenzangu na wananchi wote, e, na wanachama, Chama cha Mapinduzi, na wananchi wote pamoja na wanachama wa Chama cha Mapinduzi na viongozi wetu ambao wanatuongoza e, katika taifa letu pamoja na chama chetu hiki, tuendelee kuilinda misingi ya chama, kuitunza misingi ya chama, kukitunza chama, lakini kuandaa vijana kwa viongozi walio bora kwa ajili ya taifa letu la kesho na uongozi ulio bora wa chama chetu, Chama cha Mapinduzi, kwa sababu tumeona na tunatambua ya kwamba taasisi iliyo bora ya kisiasa kwenye taifa letu hii ni taasisi ya Chama Cha Mapinduzi ndio ambayo ina sifa na uwezo wa kuandaa viongozi walio bora na wanaofaa kutuongoza katika taifa letu. Hivyo nawashukuru sana. Happy birthday Chama Cha Mapinduzi, endeleeni kukipenda Chama Cha Mapinduzi Watanzania wenzangu, kwa sababu ndio imani pekee iliyopo ya kisiasa kwenye taifa letu. Nawashukuru sana, na Mungu azidi kuwatunza, endelea kutunza afya yako kwa ajili ya kesho yako iliyo bora. Asante sana.